Leo nataka niwaambie ukweli ambao watu wengi hawaufahamu kuhusu mapenzi. Si kila nakupenda ni upendo. Mapenzi yamekuwa na hadithi nzuri sana siku hizi, hasa katika mitandao ya kijamii, lakini maisha ya kweli yanaandika kitu tofauti kabisa kuhusu mapenzi. Leo nataka nikwambie ukweli, lakini kabla sijakwambia ukweli, kama hujajiunga na familia hii yenye kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu mafanikio na mambo mengine, basi bonyeza kitufe cha subscribe ili uungane katika familia nzuri inayopenda kujifunza. Nataka nikwambia ukweli, ukweli ambao hautaambiwa kwenye status wala kwenye kop mbalimbali za Instagram. Ni ukweli lakini unaumiza, lakini unaokoa, unaokoa. Si kila nakupenda linamaanisha moyo upo. Wengi wanasema tu kwa sababu wanahitaji kitu fulani kutoka kwako. Mapenzi ya kweli hayaishi kwa maneno, mapenzi ya kweli hayaishi tu kwa maneno yanaishi kwa vitendo. Na ni nani anayekusikiliza ukiwa kimya? Nani anayekubembeleza na anayekubeba hata ukivunjika moyo? Wengi wanapenda kwa sababu ya kile unachowapa, yani pesa, labda muonekano wako, au msaada unaotoa, hapo ndo anaweza kukupenda. Lakini wachache wanapenda kwa sababu ya wewe ulivyo, yani kwa jinsi ambavyo ulivyo. Na wakati mwingine, mtu anayekupenda sana hata kuambia kila kitu, hata kuambia kila siku, lakini utamjua tu kwa jinsi anavyokuhifadhi hata anapojiangusha, na wewe unapoanguka, basi hakuachi anakuwa na wewe. Mapenzi si kusikilizana tu kwenye date au kushea picha nzuri, ni kuaminiwa wakati dunia inakukataa, ni kuanguka na kuinuliwa na yule yule ambaye umempenda. Wengi tumepoteza muda kwenye mapenzi bandia, tulikumbatiwa lakini hatukuhisiwa kabisa. Tuliahidiwa lakini hatukuachwa. Lakini leo nataka nikwambie tu, mapenzi ya kweli yapo, yapo kabisa, lakini hayapatikani kwa kutafuta haraka haraka tu basi ukayapata. Yanapatikana kwa kuvumilia, kutambua thamani yako, na kutokuwa tayari kupewa nusu ya moyo. Ukweli ni huu hapa: mapenzi ya kweli si hadithi, ni kazi ya mioyo miwili yenye nia moja ya kupendana. Usipende tu kwa sababu unahisi upweke, penda kwa sababu moyo wako uko tayari kupendana au kupeana na kutoa uaminifu kati ya wote wawili. Na kabla haujamaliza mwaka huu, jiulize tu, je, yeah, unapokea upendo wa kweli au ni kifuli tu cha upendo? Yes, unaweza kutuachia comment hapo chini, na kama haujabonyeza kitufe cha subscribe, basi ungana nasi kwa kubonyeza kitufe cha subscribe ili uwe katika familia yenye upendo zaidi.